na black wale wa kwanza wanaziangukia Jumasati, nguo mingi common sana. Wale wa kwanza wataangukia nguo. Kuna small, large na XL. Mimi navaa nini? medium. Kuna small, medium, large na XL. Va, medium, na l mi navaa jiko jikuna big size, unaweza ona mtu kama Kami anaweza vaa small. Right? Uh, yeah, yeah, yeah.

Sasa sijui, sijui kudifferentiate mtu akikuwa mreal. It's hard. But alisema anataka kuja kuongea na mimi na nikasema mimi nikamwambia sitaki aongee na mimi hata kwa simu ama nikiwa peke yangu. Njoo alikuwa ameenda kuongea na mimi peke yangu. Kaambia unakuwa uliletwa huko kuna tunapatana. Mm. Kanaambia ni sawa basi kama hivyo ndio feel comfortable fine. Mm. So anafaa kuwa hapa, sijui mwanake bado hajafika. So I'm sorry for yesterday. Mm. Juu kama mliongea na Fred bado utafanya surprise nyingine, wanimekuwa tu naimba ka wimbo ka, ka malaika malaika, malaika. Malaika hey. Imba na wimbo kupenda malaika unajua nashindwa na mali sinawe, yeah. ningekuoa malaika. Tunaimba ngoma gani mimi? ngoma menyenye <tolose> uh, <coughs> <Yeah. tos> okay, unapenda ni yenye shinski ile ya in my mind babe Is where you spend most of your time, baby. Ni venye sinanga, sinanga sauti ya kuimba, baba

hey love i think i'm ready now mm -hmm. i've been so patient yes. anticipating mm -hmm. you came along oh. <laughs> so i decided to write you a song hiyo yeah. hey, sasa Produce kia.

Napenda kuimba, naonga safari ndefu lenanga. Inaonga safari ndefu yenye mapito, machozi, eh? Mizigo, vikwazo ah. Ila yote umeni tu. Eh. Hata sija kutekenya, unacheka salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na sahau sura kama malaika, wala uringi kwa dharau hey. Angalau Endeleeni na usanii yenu o, hii kazi ya mikono yenu, si mnajifanya hapo wasanii, sindio? Nyinyi maisha inawabamba tu, mimi nikae na stress, nyinyi mnabambika hapo, mnaimbiana sijando. <coughs> <coughs> Nimewaletea <coughs> juu <coughs> sasa everything what I

Nimechoka. At At this this point, point, I I am tired. So, you you you guys, I've done everything I know how to to do, but don't so want to listen by by force, by fire. Itabidi, Itabidi. Mm. If that's what it will take. Itabidi. Mm. And that's where you are wrong, ma'am. Kufanya. Unajua wewe umekuja hapa kama sisi. Ngoja. Umetupata kwa furaha tuo yeah. Hey, tunaimba tuimbo twetu pole pole cha mapenzi hivi, hakuna cha furaha, wacha niwaambie. As long as Rozy yako hivi, hiyo furamta ionea kwa view sasa. And what does that have to do with us, ma'am? Everything. Come on, don't ask me that. Everything. Everything. Usiniulize vitu kama hizo. Everything. Si wewe ndio unafaa umponye? Ama ati ana mponya aje? Do I have miracles, ma'am? You have miracles. Nimemshika. Aje apona anafanya nini nyingine? What should I do? Unajua mimi si kama ujui cha kufanya, enda uliza daktari huyo, na wewe ulimwona msho ni daktari

Acha niwaambie na na na na nyi mko na mbwembwe. Sina yo roho. Telling it on. Nilisikata hii, but nakwambia kwa sura yako, Rozi simponya. Acha nini na mimi? Hapana, Simponya my friend. I'm not. Oh, by force. Mgong ah, you know you know do venye utataka kufanya, venye utataka kumponya, venye utajiskia, siku utajiskia, huyu ndo huyo ni wako sahii

kwa wende wazimu wenzake. Fanya venye unataka, unataka kumfanya sawa, alafu huunde mwenye mlikuwa mnasema mechange mimi si wazuri. Hmm. Ona madamu wewe, sikujui wewe, nakupatia heshima yote

Nasikia vizuri. Ni ni shida yako. Uchukue, hakuna wewe, usifanye disrespect yenye niko nao kwa kwa. Unajua kwa history yote mimi mimi nimenyamaza, Nimenyamaza tu hapa. Hapa, project energy tunakuwa tunakuwa kuongea na mnatupea, si ni wabaya, si ndio? Hivi. ue tii

Mw kwa mw. Mw. Kwa alikuwa bibi yake, e, yake mbona mkali? nakuwa mkali kwa madai lazima nikuwa mama. Mkali kwa sababu kenye huu mama amenifanyia, ujui eh? Ni sawa wewe ujui mi ah, niliambiwa tumesema tubaki na yeye. Ni sawa, tuachieni yeye tuende, tumfungie, si hivyo ndo mnataka? Tutamfungia, muenda mkakaa chini mkapika hii plani yenyu sid ndio nakwambia, unaona, mnapanga haita work with hapa me. Sawa sawa. Sawa sawa. Endeni, endeni, endeni, endeni, endeni. Mmemwacha go. Go go, do this masi. Si wamesema wametuletea yeye, zaidi hapa. Sasa endeni then, mnajua kwa history yote bado mimi nimenyamaza. Eh? Bado nimenyamaza. Mimi fanyeni hivi, si mmesema tumponye. Sisi sisi ndio tuko na dawa. Haya. Unaona hiyo njenye, eh, enda. Enda. Enda, tuende. Apeleke madhari. Enda. Enda toka. Chukua sister yako. Chukua sister yako. Eh, si mmekuja mkipiga kifua mkiruka unaona miki...... Madam, enda tu, atuwezi ongea sai, enda tu sai, hatuezi bonga, hatuezi bonga. Mimi sai na kasirika tu, roho tumponye, ni sawa, atujakata muende, muende Hapana, niende ni tu saa hii, endeni tu saa hii kabla misi jaongea kitu ingine we, <madam. inaudible> so, enda. <inaudible> <sa, sir? inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> Chukua sista yako, acha achukue sista yake. Kibro, kibro, kibro, ona madam, kwa heshima mzuri, mtoke kwa heshima mzuri tu, wacha mwambia waende hawa, tulia, pana, pana, unaona tulia

Kuja we madamu, chukua dada yako mwende. Chukua dada yako mwende. Hatuja kata ni wenu sawa, kwa sahihi ni wenu, haina shida. Chukua sista yako mwende. Mlisema nini kwa rais? Nimewabeg, nimefanya nini? Hamjanisikia sio? Chukua sister yako muende tafadhali. Wewe ndio huyo mkae na yeye. Chukua sister yako muende tafadhali. Na msiseme kitu kingine. Wewe utarudi hapo kuomba msamaha. Mtakasirika wewe. Unajua mimi sijaongea. Wewe. Wewe chukua sister yako muende. Wewe. Msiseme kitu kingine. Useme kitu kingine, just go. Just go. Msiseme kitu ingine. Madam, useme kitu ingine. Mi hata sija kasirika. Madam, we respect. Respect. Don't take it for granted. What? Ni respect. Ni respect. Ni respect. Tired of And you guys. na hivi. hivi acha. Acha aende, aende. Fanyeni muende. Huyo Kami. Madam aenda nyuma wewe nini huko, hapa, hapa. Wale stress wewe na shida yako nini, hebu enda ukae hapa kwa mbwembwe, tulianza vizuri tukiimba. Pia wewe, stress zako ni sawa. huyu hata juu yako wapi? Kibro, hii ni blo misi kudangani. Shika, shika. Enye mkae chini mwone vile mtasaidia Rose. Sawa? Hey, ni mzigo naye, mimi sikudanganyi. Hata leo itabidi sasa, sijui tutafanya aje. Uh, just call. Acha nipigie kwanza mtu amsafishe. Hatuwezi kana. Ongea nyuma ya kamera, maybe kosa... tunaweza pigia daktari